Ale. Kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana, O oh, kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana, O oh, kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana o kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana oh, ni nikisoma Bibilia ninaona ukweli wake nikimwamini Mokozi Yesu, ninaona ukuu wake, ahadi zake alizoziahidi ni lazima Yesu atimize. Kila siku kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana, ho oh, kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana haliniponya ponya na mikuli sugu, amenifungua na mapepo, ameniweka huru na magonjwa sugu. Niliyekuwa mimi sitamaniki, nilikuwa mimi nilikuwa dhaifu, lakini Bwana ameniponya. Nilikuwa mimi siwezi kutembea, nilikuwa kwenye kitanda cha magonjwa kila siku, siku. Kila, oh, kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana, aleluya aleluya aleluya. ribotre me glory sitre pa asante bon ribaba sekara mondre pa Aleluya Bwana, asante Yesu Kristo, aleluya. Nilikuwa mimi sijui kujistiri lakini Yesu amenisitiri. Nilikuwa mimi nikivaa utupu, na leo mimi ninajisitiri. Nilikuwa kila siku na mawingi ya kipepo kichwani, lakini Bwana amenifunza neno, neno lake linasema mwanamke jisitiri. la leo mimi nimemuamini. Kila siku kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana oh, kila siku na kila ni mwaminifu Bwana. Wahubiri wanahubiri neno lake kwa mataifa ulimwenguni, tunashukuru kwa watumishi wake wa mlima wa ukweli, Mungu wawalinde kila siku, kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana. Oh, kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana. Ameponya watoto wangu, acha mimi leo ni mshukuru. Ameponya leo na wazazi wangu, acha leo mimi nimuimbie. Ameokoa na watoto wangu Acha leo mimi ni nimwimbie. Kila siku kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana o oh, kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana o oh, kila siku na kila saa ni mwaminifu

Aleluya ame, ni mwaminifu Bwana wa majeshi. Ameniokoa na ajali njiani nilipokuwa mimi nikitembeza riboea. Ameniokoa na ajali njiani nilipokuwa mimi nikitembeza. Kila siku, kila siku, ni mwaminifu, oh, Kila siku kila siku na kila saa ni mwaminifu Yesu. Kila siku na kila saa ni mwaminifu Bwana wa majeshi. Kila siku, na kila saa, ni mwaminifu Mungu Mkuu. Asante Baba, asante Yesu, asante, asante katika jina la Bwana ah.